Kwa nini Mungu aliogopa uhuru wa mwanadamu? Katika historia ya Biblia kuna aya moja tu ambayo imekuwa ikifichwa kwa makusudi, aya ambayo kama ukiisoma bila woga inafanya maswali yote kuhusu Mungu, mwanadamu na uhuru yaanze upya. Mwanzo tatu mstari ishirini na mbili. Sasa mtu amekuwa kama mmoja wetu, ajuaye mema na mabaya basi asije akanyosha mkono wake akala pia matunda ya mti wa uzima akaishi milele. Hapa tunaona kitu cha kushangaza Mungu anasema mwanadamu sasa ni kama mmoja wetu, na lazima azuiwe asipate uzima wa milele. Lakini swali ni moja: kwa nini Mungu mwenye nguvu zote angehofia uhuru wa mwanadamu? Sehemu ya kwanza: Eden, paradiso au gereza la dhahabu? Katika mafundisho ya kawaida Eden imechorwa kama bustani ya amani, mahali pa upendo, utulivu na utii. Lakini ukiisoma kwa makini, Eden inaonekana zaidi kama eneo la kufungiwa, mahali ambapo binadamu anafanywa awe mtii bila kuuliza maswali. Mti wa maarifa ni marufuku, mti wa uzima ni marufuku, kila kitu kimewekwa chini ya udhibiti mkali. Swali: kwa nini Mungu wa upendo angeweka vitu vizuri mahali ambapo binadamu hawezi kuvitumia? Hii si paradiso, hii ni control zone. Sehemu ya pili: nyoka hakuwa tatizo, tatizo lilikuwa maarifa. Biblia haisemi nyoka alilazimisha, inasema aliuliza swali: Je, Mungu amesema msile tunda? Nyoka hakutoa sumu, alitoa swali na hapa ndipo tatizo lilipoanza, kwamba kwa mara ya kwanza binadamu aliambiwa afikire. Hakika Adamu na Hawa walikula tunda, lakini hawakufa. Biblia inasema macho yao yakafunguliwa. Kwa hiyo dhambi haikuwa kula, dhambi ilikuwa kujua, kufumbuka macho, kuamka, kujitambua. Je, Mungu wa kweli angekasirika kwa sababu mwanadamu amepata ufahamu? Sehemu ya tatu, the forbidden verse. Sasa tunaingia kwenye mstari ambao ni moyo wa video. Mwanzo tatu mstari ishirini na mbili Sasa mtu amekuwa kama mmoja wetu ajuaye mema na mabaya. Hapa Mungu anakiri binadamu sasa amefanana na yeye, lakini sehemu inayofuata ni hatari zaidi. Basi asije akala pia matunda ya mti wa uzima akaishi milele. Hapo ndipo tunagundua kitu: Mungu hakutaka binadamu waishi milele, alikuwa anazuia immortality. Alikuwa anahofia binadamu akiwa na maarifa na uzima wa milele na uhuru. Hii kombination ingemtoa mwanadamu nje ya kontrol ya kimungu, na hapa ndipo siri ya Eden inaanza kuonekana tatizo halikuwa dhambi, tatizo lilikuwa uhuru. Sehemu ya nne: uoga wa mwanadamu kuwa huru. Hebu fikiria ni vitu gani viwili vinavyomfanya mtu awe huru kabisa: moja, maarifa; mbili, kuishi milele. Ukichukua viwili hivi pamoja, binadamu anakuwa haogopi, hawezi kudhibitiwa, hawezi kuadhibiwa kwa kifo, hawezi kutishwa hawezi kufanywa mtumwa wa dini. Kwa maneno mengine, binadamu angekuwa kiumbe huru kabisa. Sasa hebu uliza swali la mwanga wa ukweli: kwa nini Mungu angehofia binadamu kuwa huru? Kama anataka tumfikirie, tumpende, tumwabudu kwa hiari, kwa nini anaondoa hiari hiyo kwa kuzuia tunda la uzima? Sehemu ya tano: je, Mungu wa Edeni ni yule yule wa Yesu? Hapa ndipo theologi inashikana koo. Katika agano jipya, mungu anatolewa kama mwenye upendo anayetoa uzima wa milele, asiye na wivu, asiye na hofu, anayetoa hekima kwa yeyote. Lakini katika Eden hakutaka binadamu apate hekima, hakutaka binadamu apate uzima wa milele. Alikuwa na wivu, alikuwa na hofu, alikuwa anadhibiti taarifa. Huyu ni mungu yule yule au kuna miungu miwili ndani ya Biblia? Wagnostiki walifundisha kwamba mungu wa Eden hakuwa mungu mkuu, bali Demiurge, mungu mdogo mwenye wivu, anayejenga dunia ya sheria na adhabu, si dunia ya upendo. Ikiwa ni hivyo, Eden haikuwa bustani ya mungu mkuu, bali ilikuwa mfumo wa udhibiti wa mwanadamu. Sehemu ya sita: swali kuu sasa turudi kwenye swali la msingi: kwa nini mungu aliwafukuza adamu na hawa? Je, ilikuwa kuwalinda au ilikuwa kuzuia ushindani? Kwa nini mungu anasema tusije tukamwacha akala mti wa uzima akaishi milele? Hiyo ni lugha ya woga, ushindani, power struggle na restriction of freedom. Hii haifanani na mungu wa upendo. Hii inafanana na mtawala anayeogopa raia wake wapate nguvu sawa na zake. Sehemu ya saba, the banishment, kutoa au kuweka mbali. Mungu hakusema ondokeni kwa upendo, anasema wadukuzwe, waondolewe kwa haraka, wafungiwe njia ya mti wa uzima. Cherubim wanawekwa na upanga unaozunguka kuzuia mwanadamu asirudi. Kama ilikuwa kulinda, kwa nini kuweka ulinzi mkali kama wa gereza? Kwa nini binadamu arudi kwa nguvu? Kwa nini apigwe upanga? Sehemu ya nane, ukweli na sababu ya hiyo hofu. Hapa ndipo mwanga wa ukweli unapita. Mwanadamu akiwa na maarifa, kujitambua, uzima wa milele, uhuru wa kuchagua, anakuwa sawa na Mungu. Hawezi kutishwa na hukumu, hawezi kutishiwa na kifo hawezi kutegemea dini na mfumo wowote wa kishemba. Unakufa pale mwanadamu anapokuwa huru kimaarifa. Kwa hiyo swali halisi si kwa nini mwanadamu alitenda dhambi. Swali ni kwa nini uhuru wa mwanadamu ni jambo la kuogopa. Mwisho, Eden sio hadithi ya tunda, ni hadithi ya udhibiti, ni hadithi ya mtawala na mtawaliwa ni hadithi ya mapambano kati ya maarifa na mamlaka. Na katika mstari mdogo tu wa Biblia tunagundua kitu ambacho makanisa mengi wameepuka kwa karne, kwamba mwanadamu hakuwa tatizo. Uhuru wa mwanadamu ndio uliogopesha. Swali letu sasa ni moja: je, bado tunaishi edeni ya leo, mahali ambapo uhuru wa mwanadamu unadhibitiwa kwa jina la Mungu?